Katika jambo ambalo safari hii limezungumzwa na naona klipu imeenea sana ya bwana mmoja wa kule Mamrui saujina wamwita nani, lakini akazungumza kuwa apima yeye kwa akili yake, ni usiku gani ulio bora, usiku wa kuzaliwa au usiku wa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam salam ama Lailatul qadri, akatoka na natija kuwa usiku wa, yani usiku wa kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora kuliko Lailatul qadri <laughs> ingawa anaweza kusema kuwa si yeye wa kwanza alisema haya, yaani wako mabwana zake, wakubwa zake, ambao kabla ya hapo waliyesema maneno haya na shubuhati au naweza kusema vile vichekesho ambavyo wamevitoa pale, wale watu maskini waliokaa pale chini wakawa wajibi, wajibizana naye. Ni kweli e, ni kama ni kweli, anaunga mkono akisema kitu awamaliza, basi tunga, tunga pale, akafanya zile sarakasi zake pale mbele. Waongojia dalili moja tu inaotaja hilo jambo hakuna, dalili moja tu hakuna.

ni usiku ambao wa aliyeutukuza ni Allah jalla fi ula. Sasa huku Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, huu ndio usiku mbora, chaja kutokea kihurafi kimoja huku kando cha kuambia aa, huu si usiku mbora. Sasa tukusikilize wewe ama tumsikilize mola wetu? Pengine mtu aweza kusema huyu, huyu bwana atakikana akapimwe Nawambia ni kweli, sababu kabla ya hapo, wiki iliyopita tu mmezungumza hapa, alitoa kali zaidi akasema, ukitaka kumzuru mtume sallallahu alaihi wasallam haina haja uende mpaka Madina kwenye kaburi pale. Ni kweli si sawa kuunda safari kwa ajili ya kwenda kuzuru kaburi la yoyote yule, kama alivyotukataza mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini umekunda masjidi Nabawi, ushafika katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam msikiti ambao huundiwa safari, basi pale pia husiende kumsalimia, kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kaburi lake. Asema tafuta sharifu yoyote wewe, ukimwamkua tu kama unamwamkua mtume sallallahu alaihi wasallam basi wewe <laughs> ah, sharifu wa Mamrui, tukutafute wewe yani, tutoke hapo Mbasa tuende Mamrui tukutafute wewe uliyekimbia tembe zako potrizi ndio tukusalimie, ili sisi tukishakusalimia wewe, na umekimbia tembe kule, hajamaliza vidozi vyake, ndio tuwe tunamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam sallam. Na mimi nashangaa wale watu, baada ya hii mimi nilifikiria atafungwa makamba apeleke hospitali akamalize dozi a -a, apewa tena nafasi. Mimi nawaambia kila siku, mahorafi washikeni, wenda wazimu wenu wawaibisha kweli. Wenda wazimu wenu washikeni, muwafunge kamba. Wallahi mwaka huu, alhamdulillah, wameaibika sana, mpaka watu wa kawaida wasema ah, sasa munzidi. Haija haijamalizika ile ya mtu kufufuka kupiga shahada, watu wakasema la, sasa kali, sasa mwaletewa nyingine, to be continued. Yani zaendelea, hazijaisha swafaa wazungumziwe hivyo, hao si wa kuzungumziwa seriously, si watu wa kuchukuliwa serious kwa sababu they are not serious with their lives. Ni watu hawako serious na maisha yao, wallahi hawako serious. Yaani mtu aweza kuzungumza mbele yako maneno haya na wewe ukakaa chini ukamsikiliza na ukamuunga mkono? Hii laylatul qadri, jamani, Allah subhanahu wa ta'ala

Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijipinda sana katika zile siku kumi za mwisho za Ramadhani, kiasi ambacho alikuwa hajipindi katika ibada katika zile siku za mwanzo. Kwa nini aitafuta laylatul qadri? Sasa kwa nini mtume wetu sallallahu alayhi wasallam wa sallam, kipenzi chetu ambaye atutakia sisi umma wake kheri Hakuna kheri isipokuwa ametuongoza, atuongoze sisi. Katika hadithi ngapi ametaja fadhila ya Lailatul Qadr? Hadithi nyingi. Hata moja basi asituambie kuwa kuna na huu siku wa kuzaliwa kwangu mimi ni mbora kuliko huu, iwe mpaka watu wamehtalifiana, hawaujui hata ni usiku gani utasema Lailatul Qadr pia ijulikana, usiku la yajulikana kuwa ni katika masiku kumi ya mwisho, moja katika hizi siku Mtume sallam Akazipunguza kusema mpaka zitafuteni katika nini? Siku za witri, bali katika riwaya nyingine kuwa arja leila ni 27, usiku wa, wa, wa 27. Hii haijulikani hii yao hawa, haijulikani wala Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau kama kungelikuwa na ubora huo, mbona hakutuamrisha tufanyie ibada fulani katika siku ile, angalau tupate zile fadhila.

wefikiria kuna mmoja pia khurafi mmemwona, zungumza hawa jamaa amemwambia, mimi they are joking with their lives, nie muamini azungumza. Basi bwana mmoja iyo lipslini ilikuwa na yangalevi, nkaiona nikasema nika, nika, jamaa huyu vipi? anaambiwa qadri ataona mwangaza mkubwa, nani auambia maneno nyini wa <laughs> khurafi, mwangaza mkubwa sasa. Ukiona weomba kitu chochote utapata yaani hao wameathirika na wale ukiona shooting wakiona wale star ukiona makafiri, ukiona star, eh, we omba chochote takacho make a wish, sio hivyo eh? Asema sasa, yule bwana alikuwa hajui Kiarabu, akasema sikio ras, chake ras, kikawa kikubwa kisha ki ah, ki watu wakacheka, wallahi aladhim hadha kalam, akasema maneno sasa. Kumbe maskini hata hiyo Lailatul qadri hawana umuhimu nayo eh, wala hawajui nini hata hawaelewi ni kitu gani aona, ati kutakuja sijui mwangaza gani, sijui kitu gani, alafu mtu fulani ndo atakuwa iweiona sijui nini. Ni usiku tu wapita, huwezi kujua usiku huko ndio kuna yani, kuna alama alizotoeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kuhakikisha kuwa ni leo hakuna mtu aweza kusema, hakuna mtu ajua ghaibu kuwa ni leo. Alama zaonyesha kuwa leo twatarajia hiyo, lakini kwa kukata basi, ingelikuwa bahayalla tumeiona usiku ishirini na moja nuru kubwa, kisha tulivyoiona basi, iliobakia tupunguze punguze kidogo zile ibada tusipate tabu, lakini watu waendelea kufanya ibada. Kwa kuwa wamefanya ibada siku zote kumi, haiwezekani kuwa ameikosa, sababu siku zote alikuwa kwenye ibada. Alhamdulillah, nema <laughs> Allah lmustaan. Lailatul qadri mwezi wake wajulikana yajulikana tena mwezi wa Ramadhani, siku kumi za mwisho. Upande wa kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna khilafu baina wanaovioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakutaja jambo hilo katika karne ya kwanza. Ikapita masahaba wakaondoka, tabi'in wakaja, atba'u tabi'in, mpaka ilivyokuja daula ya Al-ubaydiyun rafidha ndio watu wa kwanza waliovumbua, kumbe kuna usiku mbora kuliko laylatul qadri. Watu wote hawajua wa wanaujua mashia. Juzi namsikia mmoja khurafi, klipu imeenea, nafikiri nyote mmesikia, alalamika kuwa maulidi ya Makadara jamaa waachiwa mashia. Jamaa ni yao, nyinyi mwaitakia nini? kwani yenu? Nyinyi si maulidi yao? si nyinyi mwenyewe mwajua kuwa maulidi naanzishwa na mashia? Sasa washarudi wenyewe wapeni bendera yao, na nyi mfuate nyuma, si mmewafuata? E, maulidi ya Makadara wasema yatawaliwa na Mashia, nawaambieni wamerudi wenyewe, pioneers ndio wenye maulidi wali, nyi mmeiga. Sasa msilalamike, ima muwe na wao pale ama muachie wenyewe makeni yao. Sasa hii lailatul qadri

Na zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza katika masiku kumi ya mwisho, kisha akatuelekeza katika siku za witri, bali usiku unaotarajiwa zaidi tarehe ishirini na saba kama tulivyotaja. Kwa hivyo, Lailatul Qadri ni usiku ulio na tofauti kabisa na usiku wote mwingine, na ndio maana tukaelekezwa katika kujipinda kwenye ibada, kumtaja Allah, kuomba dua kinyume na usiku wa kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo, tarehe yake haijulikani, hata mking'ang'ania nyinyi, haijulikani. Hili jambo hawezi kulikimbia. Alafu mtume sallallahu alaihi wasallam hilo jambo hakulishughulikia, kuwa kuna usiku wa kuzaliwa kwake akaweka ibada fulani. La, la, masahaba pia wakulijua hilo, wala tabiina wakulijua bali mpaka wapokezi wa vitabu vile vya hadithi wote wale alimamu albukhari alimamu muslim alimamu abu daud atirmidhi ibnu maja annasai ibnu maja wote hawa hakuna anayejua kitu cha chaitwa Lailatul Maulid kuwa kuna sherehe fulani wala kuna kitu fulani hawajui yani hili jambo limekuja baada ya wa wao kuondoka Sio umeelewa. kwa hivyo allah subhanahu wataala kwa mantiki yenu amewakatalia hawa mabwana wakubwa wote hii fadhla, mkaja mkapewa nyinyi makhurafi khurafi, hiyo ndio mmepewa. Kwa hiyo bwana, e, hebu tuacheni dini yetu, msituharibie bwana. Na mkifanya hivyo tutawasimamia hapa, tuwambie Waislamu nyinyi waongo, kama saizi tuombea waongo, si kweli maneno yao hawa, na hili jambo la kujikaribisha na Allah subhanahu wataala, na hizi ibada wanazozitunga wao, ili hakuna wanaofanya hivi isipokuwa wao. Hizi ni tukus walizozitunga wao, kama vile Manasara na Mayahudi wanaofanya vitu vyao, na wao pia wafanya vitu vyao walivyovitunga wao. Makundi ya bidaa haya ndio utengeneza minasaba. Na wewe angalia, si wameanza kusherekea tarehe kumi na mbili, wasema tarehe kumi na mbili ndio alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam salam lakini hizo sherehe hazeshi mpaka Ramadhani ifike, kila siku wasikia, kuna mmoja sasa. Hii kuzaliwa mara ngapi? Kwenye maharusi, kwenye nini, kwenye kuku kule. Sasa hivi kuna listi kubwa, na kuna msikiti hapa Mombasa wasema kila siku, wasema kila siku. Nafikiri watu wa mitaa wale, sababu pilao kila siku watafilisika pale katuliwa kalimati na mitai. Leo utapata mitai na kahawa, kesho utapata kalimati, kila siku tuko wanabidi, ah <laughs> hata Kiamu lela wafanye hivyo. Ya reto ungekuwa na bidii katika ibada, wakafanya ibada ambazo mtume wao sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha, wawache ibada zilizoamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waingie katika mambo yao haya ya kibida, wakaweka sheria ambayo hakuiweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi mwaelekeza watu wapi? Hebu niwaulize, kuna faida gani kuzungumza maneno kama haya? Mwafaidisha nini ummati Muhammad nyinyi? Aya gani katika Qurani iliyosema Laila hii ni bora kuliko Lailatul Qadri? Aya gani katika Qurani? Hadithi gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam naosema hivyo? Ameketi akiwa danganya watu wazungumza

Kutumilizwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kutumilizwa kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni rehma kwa walimwengu wote, alaihi salatu wassalam. Kwa msimsingizie mtume wetu urongo, hajasema maneno hayo, wala msimsingizie Allah subhanahu wa ta'ala uongo, hajasema maneno hayo. Na wallahi lau kama hizo aya mnazozisema nyinyi ambazo ziko mbali na ayo mnazozungumza, ingelikuwa hivyo ndio maana yake, basi wa kwanza kutobikisha hilo ingelikuwa nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kwanza kutabikisha, basi mtakutana baisha tu hilo kwa makhurafi. Fanyeni adabu ha? Fanyeni adabu, msizungumze maneno ambayo zungumzwa na watu wamesahau vidozi vyao potr, sababu waislamu wana akili, watajua na watafahamu. Na mimi na hakika hata baina yao kuna watu wamwambia, au jamaa bana, nzidi salala mwanzo, huyu huyu simsahau huyu, alikuja akasema babake ni mbora kuliko Saad ibn Abi Waqqas, huyo huyo Saad ibn Muadh, sema babake ni mbora kuliko Saad ibn Muadh. Sasa wakati ule walikuwa wamzuie mfahamu, miaka hiyo walikuwa wamzuie siku zile, wakamwacha. Mara namuona kwenye maulidi, jamaa wa miwani zile nyeusi zile sanglasi zile, wow. Sasa hivi viishiria hivi havikuonyeshi kwa ujamaa jamaa atakavidozi pengine labda ile maulidi ni usiku, amevaa sunglasses amwoni kama usi mzima kweli. Na wala sije mtu akaniambia, lakini bwana wewe, mwana wazungumza vibaya, uwe zungumza vipi? Sasa atakubadilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kama vile yeye azungumza hivyo, atajibiwa hivyo hivyo anavyozungumza. Mazungumzo anazungumza yake, mazungumzo mabaya sana